Tukisoma kwenye Qur'ani hmm. sura ya 4 hmm. aya yake ya kwanza, hiyo ni sura tunisa mm. Ukisoma aya tatu sura tunisa maki ni sura ya wanawake Ndiyo. na kwenye hii sura ya wanawake ndio kwenye Mungu amezungumzia jambo hili la uke wenza hmm. Yaani kusema kwamba ni bishara ambayo Mungu anafikishia kina mama, anafikishia kina dada kwa wale ambao wana wana ishu za kutaka kuolewa maana hmm. kila mtu anapozaliwa hasa mwanamke anapozaliwa pasenti kubwa ya, ya mipangilio yake ni kujua kwamba ipo siku atakuwa mke wa mtu. Ni kweli. Na lazima afanye dua ya rabi niongoze katika maisha nipate mwanaume atakaye nipenda na atakayenijali. Ni kweli. Ila sisi wanaume kidogo dua zetu na wanawake zinaachana kidogo. Ni kweli. Sisi mwanaume anapozaliwa jambo la kwanza anamomba Mungu ampe kazi, awe na maisha mazuri. Ni kweli. Na mwanamke sisi tunapoomba maisha na nyinyi mnaomba mtupate, okay. Tunakuja na yale maisha yetu tunawaletea nyinyi okay. Lakini kinachomuuma sana mwanamke ni kuona kwamba alipoomba dua mm, hakuweza kuikaa siku moja kwenye msala amwombe Mungu nitakapoku nitakapokuwa katika ujumba mm, nimeshaolewa kwamba ipatikane neema nyingine kuwe atakayekuja kusaidiwa nyuma yangu mm -hmm. Yani ile mwanamke hakuweza, hakuweza hakuwahi kuipanga ma, kichwani mwake kwamba ipo siku mm, atakutana na mke mwenza mm. Ndiyo. Lakini kwa sababu ukiweza ni jambo ambalo limesemwa katika vitabu hmm. na imu ndani ya Qur'ani hasa hmm. kwenye Qur'ani ukisoma katika sura ya sura ya 4 nilivyosema sura, sura ya nne aya ya 3 hmm. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, baada usbilai na shetani rajim hmm. bismillahir rahmani rahim, na ikiwa mtaogopa kutokuwafanyia uadilifu mayatima hmm. basi ogopeni vilevile kutokuwafanyia uadilifu wanawake, ndiyo maadamu mtaweza kuuza basi owene mmoja mm. E, eh, owene wawili, watatu ama wanne. Na ikiwa mtaogopa kuwa hamtaweza kufanya uadilifu, basi owene mmoja tu hmm. Hapa kuna jambo ambalo lazima tulizingatie. Kwanza, Mwenyezi Mungu amesema kuwa uadilifu unaanza kwa wewe kuwalea mayatima yeah. Na ikukaa na wanawake wawili, watatu, wanne mm. ni, ni kama vile kukaa na mayatima ukawalea ukawafanyia uadilifu, ndio vile wale mayatima unavyowalea. Tena pana Mtume anasema mayatima wanaotajwa hapa sio yatima yule ambaye labda ni mtoto wa mjomba hmm, au mtoto wa shangazi, bali ni yatima ambaye hamna naye undugu, ndio wakaja tu mayatima wakaletwa kwako, ukawaanza kuwachunga ukawapa haki yao kama vile watoto nyumbani kwako, ukawa na huruma basi hmm. ikiwa utafikia hiyo daraja kuishi na wale mayatima unaweza kuoa wawili mm. ama watatu hmm. ama wanne maana hmm. Kwa mtazamo wa karibu, ukiweza ni kama uyatima ndio hmm. yani wale wanawake wale uwape mapenzi, kuwajali wote kama ni, wa, ni wake zako hmm. yani usiwe na ile upendeleo hmm. Lakini Mungu akasema kuwa na kama mtaogopa hmm. kuwa hamto kuwa wadilifu, basi kaina mwanamke mmoja maana hmm. mm. kinachomfanya mwanaume cha kwanza abaki na mke mmoja maana yake ni hofu kwamba yeye si mwadilifu. Kwa nini iwe hivyo? Ni yaani kwa nini? Kwa nini kwa nini? Kwa sababu aya Mungu ameweka wazi. Mm. Kuwa na wad, mwadilifu ni kuwa na wake wawili, watatu na wane. Yaani, kama una mume wako ukaona, mm. iko na we mwenyewe, mwambie, mume wangu, wewe si mwadilifu <laughs> <laughs> Maana, nee, wanawake, lazima mpambane muupate kusema kwamba mume wangu nataka nione uadilifu wako Afani, ni kweli unanipenda au bado hujanipenda, hakuweki hapo, ndio utajua kwamba na wewe mm. umependwa au hujapendwa mm. ni mfano ukiingia kwenye kwenye uwanja wa mpira mm. timu haliwezi likacheza liko lenyewe kama hapa kuna Simba na Yanga, alafu Simba yenyewe ingie kwenye uwanja, alafu uanze kucheza wewe, oh, wenyewe kwa wenyewe mm. utajuaje kama hiyo oh, oh, Simba ina, inafahamu? Lazima pawe na Yanga mm. Ndo wakienda waki wakipambana mm. ndo kumbe nani mshindi nani si mshindi. Sana wewe, mwanamke, kama unataka ujue kwamba unapendwa mm. na mume wako, awe kama vile jaji sasa mwe huku mnafanya vitu vyenu manjonjo yenu yenu, mm. mwanaume huku apate ladha, apate furaha ndio, na utajua kumbe umme wangu ananipenda, au bado hajanipenda sio? Hapa unajua nataka moyo eh. E, ni kweli nataka moyo, kwa sababu nimeanza mwanzoni kwamba ni jambo ambalo mwanamke ana, alitoka anapozaliwa nakuwa na akili na zake timamu mm, hajawahi kufikiria kwamba inaweza ikatokea siku moja mm, nikawa na mwenzangu au msaidizi wangu tunayechangia naye mume wangu, kwa sababu eh, sisi kule kwetu kuna lugha tunasema kwamba chakula cha mmoja hakishibishi na hakina afya. Sasa na mwanamke kama wewe unajibania, una wewe kwamba nitakula hii chakula mimi mwenyewe mm, basi kile chakula hakitoshi hakina afya.